Nahitaji pia kwa neema ya Bwana nifikishe kile ambacho Bwana amekusudia. Daktari Nkonya anakuomba mbele na Engineer Kipaga Mayunga Galaniza tafadhali. Watoto, watoto, watoto. Um, siku ya leo tutawasilisha somo kwa watoto, walimu watatu Daktari Nkonye Mapigano pamoja na mzee Mayunga tafadhali. Okay, thank you very much. Mayunga, somo la leo linasema urithi wa kweli kwa mtoto. Urithi wa kweli kwa mtoto, hii ni mada ambayo tungaitoa kwa wiki mbili <laughs> lakini tunaitoa kwa dakika kumi. Mayunga utazungumzia urithi ambao wazazi wanadhani ni urithi kwa, uh, kwa, uh, urithi kwa watoto na ulizungumza kwenye yeah, darasa la walimu pale. Daktari utazungumzia urithi wa kweli kwa watoto. Watoto mnasikia, tunayazungumza hapa. Praise na Caleb, Praise na Caleb, naomba mje hapa pia, nina zawadi kwa watoto. Uh, tunaenda kuomba kwa ajili ya uh, somo la watoto. Nimesema somo linasemaje? mo iz mko vizuri, mko vizuri. Hebu toa hizo zawadi ma mezifunga <laughs> nimetafuta. Saa nzuri ziko saa tano. Uh, watakaoweza kujibu maswali sasa, uh, sasa <laughs> maswali mengine ni magumu, sitaanza kuyatoa mwanzoni lakini nitatoa maswali ya elekezi ya somo alafu watakaopatia, utaenda utachagua saa unayoipenda, alafu utaivaa. Tuombe. Baba Mungu, umenipa nafasi kutoa somo kwa watoto wako, urithi wa kweli kwa mtoto, zawadi uliotupatia wazazi, ambayo tunapaswa kuondoka nayo katika ulimwengu katika ulimwengu unaokuja ni kuwa na watoto wetu. Baba, umeandaa mbingu, umeandaa nyumba mbinguni na unatamani tukaingia na watoto wetu. mahali fulani tutaulizwa, liko wapi kundi zuri nilokupatia? mm. Yesu, tusaidie katika somo hili, katika jina lako Yesu, Amen. urithi wa kweli kwa mtoto. Um, wazazi katika zama nyingi sana Watoto, mnanisikia? Wazazi katika zama nyingi sana wamekuwa wame wakiangaika namna ya kuweza kuhakikisha watoto wao wanakuwa bora. Mwandishi mmoja anasema watoto kwa kawaida wanapaswa kuwa bora kuliko wazazi wao. Mm, wana faida nyingi. Kuna sayansi, kuna teknolojia, kuna elimu eh, kuna mtandao na vitu kama hivyo. Sasa inaonekana katika wakati wa sasa tafiti zinavyoonyesha wazazi wengi sana wamefanya makosa katika kuwapatia watoto urithi. Sasa nitauliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza, urithi wa kweli ni nini? Nani anaweza kanisaidia kujibu? najua walimu watakuja kutueleza baadaye. Ehe, Linda wanafanya malezi mazuri kwa watoto. Njoo uchague saa pa unayotaka, saa nenda kachague. Swali la pili, kuna aina ngapi za urithi? Ngeladiza mm. Mayunga, njonjoaynjoo basi njoo. Njoo <laughs> kuna aina ngapi za urithi? Mbili, urithi usio shikiki, usio shikika na urithi, urithi unaoshikika. ah, tumpe amina, kachukua zawadi ya saa pale. Ma, mayunga au mevujisha pepa vijana. Actually nimejifunza kitu kimoja, Daktari Lushina, watoto wa sasa ni watoto tofauti na watoto sisi wa zamani. Ujue zamani unaweza ukamdanganya mtoto, hata kama akijua umemdanganya ataendelea kukuamini. Ila sasa hivi tuwe makini sana tunapokuwa tunawafundisha watoto. Sasa waandishi mbalimbali wameeleza nini maana ya urithi, na ndugu zangu, wao watazungumzia hivyo vipande, alafu nitatoa nafasi baadaye. Zimebaki saa ngapi sasa? Zimebaki ngapi? Tatu? Okay kwa hiyo bado ziko saa tatu. Naomba msikilize kwa makini sana. Ninachokitaka kwako ueleze tu point tatu ambazo daktari Nkonya atazieleza, ataeleza zinafikia zaidi ya tano. <laughs> unatakiwa kukumbuka tatu tu, tuko pamoja? Alafu nami pia nitazisoma baadaye, nyingi kama ishirini. Alafu wewe una haja ya kuchukua nyingi sana, tuko pamoja? Unapata zawadi daktari, uh, uh, injinia Mayunga utaelezea tu urithi ambao wazazi wengi wazazi wa mwendo kasi ambao wanadhani ni urithi, lakini sio urithi. Mungu ametupatia wa watoto. Nyie watoto tumepatiwa na nani? Na Mungu. Na kusudi la Mungu ni kwamba tuende na nyie wapi? Lakini pia kabla ya kwenda mbinguni, tunatakiwa tu, tu, tu tufanikiwe tukiwa wapi? Sasa kuna vitu ambavyo watoto wakipewa na wazazi wakishirikiana na Mungu Manase wakati anauliza afanyeje ili watoto wake ili ma, Samsoni weza, akasema, Bwana unataka niwalee vipi hao watoto? Naomba nimpatie daktari Nkonya nafasi na, na dakika tano. Bado dakika moja inakutosha, hebu zungumza kidogo and then tueleze sababu angalau saba nane kumi ambazo zinaeleza urithi wa kweli kwa watoto, alafu mwishoni nitauliza, ambaye ataweza kujibu maswali hayo watapata zawadi. Asante watoto Watoto, nimeambiwa niwaambie sababu au urithi wa kweli ni nini. Linda alisema ali hapo, urithi wa kweli ni malezi mazuri. Uh, wengi mnaamini kwamba urithi ni ile nyumba ambayo baba atakupa akiondoka au mama atakupa akiondoka, au fedha ambazo baba atakupa au mama atakupa akiondoka, lakini urithi wa kweli wangapi wanajua kuvua au wameona mtu wa, wa, samaki wanavuliwaje? Huwa kuna ndoano kwa ajili ya muda, kuna ndoano na kuna samaki, sawa? Ili uweze kupata samaki lazima utumie ndoano, au sio? Au nyavu, ameelezea mwingine hapa, au nyavu. Sasa urithi wa kweli ni urithi wa kupewa ndoano, sawa, na sio kupewa nini, samaki. Ukipewa ndoano utajua namna ya kupata samaki, hata kama samaki wakiwa hawapo. Sawa. Kwa hiyo ukitaka kuwa na urithi wa mali nyingi, basi jifunze namna ya kuzitafuta zile mali, ndio urithi wa kweli sawa. Ukitaka kuwa mhubiri mzuri kama Dr. Sabato Lushina, kamuulize hivi, ilikuwaje mpaka ukaweza kuhubiri hivyo? Atakwambia muda ambao anatumia kuweza kujifunza neno la Mungu, muda ambao anatumia kwenye maombi mpaka aweze kuhubiri vizuri namna hiyo, sawa. Kwa hiyo urithi wa kweli ni ile ndoana, ni ile ambayo inakusaidia wewe kuweza kupata kile ambacho unakitafuta. Tumeelewana. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ya urithi wa kweli kwanza, ni tabia njema, ingine ni uaminifu, ni ile kukubalika kwa watu, sawa, kuwa mtu mwema. Vyote hivyo vinakuandaa wewe kwa ajili ya mafanikio na kwa ajili ya kuweza kuwa kupata hivyo vitu vingine vingi ambavyo unafikiri ni vya muhimu. Asante sana, sana daktari, Mungu akubariki sana. Na mimi nataja kwa haraka wakati huwa namkaribisha uh, Elda Mayunga. Imani kwa Mungu moja ya uh, urithi wa kweli, imani kwa Mungu. Kama una kalamu andika <laughs> kama utaweza. Heshima, ukweli, useme uongo, hata kama utapigwa viboko, sawa sawa, sema kweli na kweli peke yake. nidhamu uwajibikaji, upendo, mm huruma, -hmm. Nawatajia vingi, wewe una haja ya kuchukua vyote, unataja vichache tu: bidii, uaminifu, ustaimilivu, kusoma na kujifunza daima, mawasiliano mazuri, ustaarabu na adabu, mm -hmm. Utu wema na unyenyekevu, ujasiri na uamuzi kuthamini watu, mtazamo chanya. Sasa nitawauliza swali, maswali na ukisimama unajibu tano, ukikosa moja hakuna. Hebu tusaidie, vipi ambavyo tunadhani ni urithi, sio urithi. Asante watoto na wazazi pia, wanasikia Dr. Nkonya amezungumza habari ya kuhusu kuwapa samaki badala ya kuwapa nyavu za kupatia samaki na ametoa mfano mrahisi kabisa. Mfano ingekuwa wewe ni mtoto wa Dr. Nyanda, Dr. Nyanda badala ya kukufundisha maombi anakufundisha anakuombea tu, alafu hakufundishi kuomba, maana yake hakufundishi kutafuta baraka. Tabia njema inajengwa kwa kujulishwa ya kwamba vizuri vyote vinatafutwa. Kwa bahati mbaya sasa wako wazazi ambao wakifikiria shida nilizopata mimi ndio huko kwenye darasa nikotolea mfano kwamba Mapigano alivyotembea peku ili atafute viatu, kwa bidii anahakikisha watoto wake hawajawahi kujua peku inaitwaje, lakini hawafundishi kutafuta viatu. Hilo litaitwa kosa. Nashukuru na Mapigano yeye hajafanya hilo kosa. Na, na ninashukuru kuwa hapa hapajafanyika makosa hayo. Watoto mjue ya kwamba mzazi akikutuma kufanya kazi si adhabu bali ni baraka, anakuandaa. Akikufundisha kutulia kanisani si mateso, bali anakuandaa, maana kuna siku hata kuwepo wewe utasumbua, lakini kama asipokuwepo, ukaacha kusumbua, kwa sababu alikufundisha, umetoka salama. Kwa hiyo wazazi wanaopatia ni wale ambao wanakumbusha watoto ya kwamba wajifunze bidii ya kupambana kama ilivyotajwa pale, wajifunze mtazamo sahihi kuhusu maisha usingoje vitu vikudondokee kama mafilamu ya Kinigeria, bali jua kwamba vinatafutwa. Asante, nashukuru sana. Naomba nitaje ambavyo sio urithi wa kweli japo, uh, muda hautatosha kuweza kutofautisha urithi wa kweli na usio wa kweli. Pesa sio urithi wa kweli mm -hmm. Nyumba mm -hmm. mashamba, biashara, akaunti ya benki uh -huh. Hisa na uwekezaji vyombo vya usafiri, magari, <laughs> sio urithi wa kweli ardhi. Sasa urithi, naomba tumemaliza, -tum naona muda umeisha tayari dakika. Okay, nani anaweza akatujibu, eh, vitu vitano vinavyotengeneza urithi wa kweli? <laughs> no, daktari Ngonya utanisaidia kuchagua, alafu Mayunga utanisaidia kuchagua kwenye maswali ya uliouliza, fakta tano zinazotengeneza Haya, daktari, karibu haya. <laughs> uh-huh. Tano. ukikosa moja hamna sawa. Upendo, huruma, heshima, kutokusema uongo, bidii. <laughs> Kachukua zawadi yako pale. uh-huh. Daktari swali <laughs> la pili, vipi sio urithi wa kweli? haya, karibu haya. <laughs> karibu Tano. Nyumba, mali, mashamba, magari, na pesa. Kachukua saa yako pale. Mm-hmm. Naomba nisome... of course, nisome, nimeambiwa eh? Ah, bado iko saa moja eh? <laughs> Sasa sitafanyaje? Ngoja nisome quotation hapa ya Mama White alafu um tutaona kama hiyo saa moja yatapewa mtu fulani. <laughs> Mama White anasema katika kitabu cha Child Guidance, character is the only treasure. character is is the the only only treasure treasure, utanisaidia kutafsiri, that we can carry with Tabia us. Tabia ndio hazina pekee ambayo tutaweza kuenda nayo from this world to the next, toka ulimwengu huu hadi ule ufuatao. Okay, naomba nisome nyingine ya mwisho. The character seen in, the, in adulthood is often a reflection of early training. Tabia ionekanayo katika utu uzima, agalabu huwa ni muaki, ni taswira ya kilichokuwa kimefunzwa awali. Your ability to lead, persevere, and communicate effectively. Uwezo, uh, wako wa kuongea, wa kuongoza, wa kustahimili na kuwasiliana kwa ufanisi. Are core components of personal branding which are rooted in early life structures and examples. Ni vipengele muhimu zaidi vya utambulisho binafsi ambavyo vimejikita zaidi katika matokeo ya mafundisho ya awali. Nani anatupatia ombi afachukue saa ya mwisho? Simba kimoja? Okay. Tupatie ombi. Tusimame tuombe.